Chakula bora na salama ni haki ya kila mtu. Kwa kutambua umuhimu huu, shirika la Floresta Tanzania limekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha jamii inapata uelewa juu ya ubora na usalama wa chakula. Kama ilivyokuwa kwa mwanachama huyu kutoka kikundi cha mapambano kinachosimamiwa na Floresta kutoka wilaya ya Same. Licha ya kujihusisha na kilimo kwa muda mrefu, mwanachama huyu alikumbwa na changamoto ya kushindwa kufikia malengo yake kutokana na mazao yake kushambuliwa na wadudu baada ya kuvunwa na kuhifadhiwa, kutokana na njia zisizo bora alizokuwa anatumia kuhifadhi mazao yake. Wakati tunatunza mahindi tulikuwa tunapata changamoto ya wadudu, wanashambulia hata, saa zingine tunapata hasara kwa sababu tuna wakati wa kuyatumia ile mahindi utakuta mengine yameharibika, unakuta yana hili, hi, kama unga hivi bei. Ili kutatua changamoto hii ambayo iliendelea kwa muda mrefu ilimlazimu kutumia dawa kali kama njia ya haraka kuzuia hasara aliyokuwa akiipata. Wakati mwingine tulikuwa tunafuata madawa dukani kwa ajili ya kutunza mahindi ili asichambuliwe na wadudu. Baada ya kukutana na shirika la Floresta Tanzania kupitia kikundi cha Mapambano, aliweza kupata elimu juu ya usalama wa chakula, ikiwemo mbinu sahihi za kutunza mazao bila kutegemea dawa zenye madhara kwa afya ya binadamu pamoja na mazingira. Baada ya kujiunga na Floresta, tumefundishwa kwamba tusitumie madawa kwa sababu yanaathiri afya zetu na kwa sasa hivi tunatunza chakula chetu kwa kutumia vyombo maalum ambayo ni mapipa. Sasa haya ni maalum kwa sababu tukiweka chakula pale, wale wadudu hawatashambulia tena chakula, na tunahifadhi chakula hicho muda wa mwaka mzima hadi mzunguko wa mwaka ujao, chakula kiharibiki. Kwa sasa mimi na familia yangu tunatumia chakula ambacho hakina madawa kutokana na mafunzo tuliyopata kwenye ile shirika la Floresta. Tunashukuru kwa kweli.